Ndugu yangu hata wewe kunijulia hali? <tabasana> Eh, si si nikuwa na umwa, yani bado nusu kufa, yani hata simu, yani hakuna ndugu hata yoyote ambaye amenitafuta yani, yani hapa na kama siku tatu tu hivi ndo nimepata nafuu. <tabasana> Kwa mimi nimekosea nini jamani, yani mpaka niwatafute ya mimi kweli? kuandika sio vizuri. Eh, mgonjwa anakupigia na eh, nakupigia na, na tu mara moja hapa eh. Sawa. Ha, Kakaangu, umeona ndugu unavyobembeleza? Kitu ambacho hauna unajua ni nini? Ni pesa. Ukiwa na pesa, ndugu wanakutafuta wewe. Si unaona hauna ndugu sasa hivi? Yeah. Unaweza ukaumwa, nimekusikia unalalamika kwamba unaumwa, hawajakujulia hali, hamna mtu anayekupigia simu, lakini ukiwa na pesa, watakuja wenyewe. Wewe unafikiri hata kwenye vikao vya familia watakuita? Utaongea nini na una hela? Lakini ukiwa na pesa wewe ndio wanakusubiri uje utoe hotuba, utoe maneno. Hata maneno yako ikiwa ya aje watayasikiliza tu. Ndugu wangu, tafuta hela. Wewe ndugu ninao wengi tu lakini ndio hivyo. Eh, ndo maisha. Yaani maisha ndugu wenye pesa wanakaa na, e, na pesa zao, hmm. Usiye huna anabaki na chako. Yaani mpaka niwapigie mimi simu. Eh, tafuta hela ukakanga. Ukiwa na pesa, ah hao ndugu watakuja. Yaani ndio utashangaa hata ndugu mwapata wapi. Lakini wewe una sasa hivi, hmm. Unaweza kahesabu hapo una ndugu watatu toa wawili ah. Sawa. Na ndugu wangu Tawazis. fanya kazi haso, tafuta saka, maokoto utaona, hmm. wanakuja wenyewe, usiangaike kupiga simu hmm. wao ndio wataanza kukupigia, utasikia mdogo wangu uko wapi hmm. kaka yangu, hata mtu kaka yako atakuita kaka eh. Eh, tafuta mdogo wangu, haya bwana, tafutaamdogo nakusikiliza dadangu, mimi nimekuja. Huyu <tukui>, mtoto nimekuja kumletea baba yake, kwa sababu sasa hivi inaenda huu mwaka, mtoto tangia na tumbo la miezi tisa mpaka sasa hivi mtoto ana mwaka. Mtoto mimi ananifungua jamani, mtoto huyu hajalii kwa nguo wala kula yake. Kwa hiyo nataka kusema huyu ni mtoto mdogo wangu. Mimi ndio mtoto mdogo wako? ani kukwambia takuca kamaanni yani, mtoto ni kila nikimwangalia damu inakataa kabisa. Unajua, huyu una force tu afanane na sisi. Hamna kweli ii angalia, unaona ulimi, ulimi ukiuangalia, kama yule mdogo wake wa mwisho wa kike ulimi akitoa ugeni wako

na bakuli lile la unga. Ah sawa. Eh. Liko pale juu ya meza tu. Sasa wewe unaona kama unaongea na mchele, sasa ungo mnachana. Mchele wa nini? Ungo na bakuli la unga. Ungo na mchele. Ungo na, na bakuli la unga. Unga tena kwenye mungu. Wewe unasema mtoto wetu. Wewe unasema mtoto wa wetu. Ndio. Sawa. Mtoto si wetu. Yeah. Una uhakika kabisa damu hii ni yetu? Eh, damu yenu kabisa. Yaani wewe fio yaamini. Angalia kwanza vimacho vyake hivi. Sawa ni kama vyangafu kwenye macho, ndio umejua. Umeona, umeona dai mimi nikikwambiaga nanaga nabishaumwenyeekana. Sasa mdogo wangu, kama yeah, unavyojua sisi uko wetu hatuwachi kufanya mila kwa watoto. Mm -hmm. Tena hasa ambao wanakuwa nje ya ndoa. Mm -hmm. Sasa huyu mtoto dada, kama ni wa kwetu, naomba umweke hapa kati ana siuchao. unawekaje mtoto kwenye ungo sasa hii ni mila yetu, lazima tupate mila kama ni wakwetu. Hatapata tatizo lolote atakapoingia huku. Kama sio wakwetu, basi kitakachopata sisi atutunaumiwandokila. Kituanza kampe chakula njoo mweke kwanza, subiri nitakuja baadaye. Umeona. Uh, nilikwambia, na ndio nilikwambia achana naye. Yule yule muongo, amna cham mtoto pale wala nini. Sema dada, na e, nini. <laughs> Umbia, amna lolote. <laughs> <laughs> Amna lolote lolote, angekaa tu bila hivyo. Hata ujui uliko pita. Uwache malaya umezidi, mdogo wangu. <laughs> Mpuuzi kweli wewe. Nimemkomesha. <laughs> Oh, mtoto wenu analazimisha mara miguu, mara macho. Wewe macho yenyewe ingia ndani hayajulikani anaona au hayaoni? Yeye amefanyana na wewe macho. Unafikiri kufanana na shangazi ni mchezo? Wewe nayo? Shika hii. Eh, natoka. Naenda hapo chini mara moja narudi sawa? Oh. Right. Sawa, <laughs> sawa. Hey. Nimekapa

Uh -huh. Kasto wewe tu ndio hujawai kulalamika umeibiwa. Mdogo wangu unakatoka kuibiwa sasa hivi. Sasa hivi mwizi uko wapi? Mwizi yuko wapi? Mwizi ni wewe. Mwizi utakuwa ah, we, we, we, wewe. We. E, we. Mama tu kaibiwa. Mimi siwezi kuwa mwizi. Kasto, kaibiwa juzi. Eh, kaibiwa juzi si mtatu. Wewe tu. Sasa jamani, unavyoniambia mimi. Kwa nini mnaniambia mimi mwizi? Kwa nini wewe utakuwa na connection nao uwezo? Kwa nini wewe hujaibiwa? Nasubiri. Umeshakaibiwa. Sasa mimi ndio naibiwaje? Sina vitu vya kuibiwa mimi. Wauna wow, simu nyie cha kwanza mna, mnaibiwa cha kwanza hivi. Ninyi mnatoka mnadanga sana kudanga, hey. Usamkai kwenye vimba vyenu mnatoka sa, sana kudanga sa. hey. Mama Juma ameibiwa, anatoka bafuni tu anaingia tena anakuta simu amu. Sasa mimi sijajua mimi sielewi. <laughs> Sasa wewe ndio mzee wa connection. Eh, bwana mimi sio mwizi bwana. Sasa mnanisingizia mnanichafuria jina yaani mimi nachukia mnavyonichafuria jina mimi? Mshukiwa wa kwanza wa wizi ni wewe. Kwa mwenyekiti. Mambo ya kwenye mwenyekiti ya nini sasa? Mambo ya mwenyekiti ya nini? Mambo gani sasa hayo? Mimi mnaenda kwa mwenyekiti kisa mna mwisi, mtu mnataka kupeleka hizo taarifa kwa mwenyekiti? Subirini kwanza, nyinyi mna ushahidi gani kama mimi nimemwibia mtu? Ushahidi wa kwanza, muda wote mlango umefungwa na kufuli, unafungia nini kama sio simu zetu na TV zima mle Mure, Hello. Kuna, na ushahidi wa pili wewe hujawahi kuibiwa kwa hiyo utatuambia kwa nini wewe uibiwi? Waibiwa wenzako? Uh, sasa mambo kila mtu ana bahati yake bwana. Uh, bahati bahati. Ni na na na wewe. Wewe Wewe wewe Mimi Mimi sina unaenda kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa kwa wala. Kwa wala. Kwa jina. Naenda sio Sio watu wanajua tu. Oh.